Bwana Yesu asifiwe wapendwa, kwa majina yangu naitwa Brian Franki, niko na mwenzangu hapa. Kwa majina yangu mimi naitwa Elia Sanga. Amen. Sasa siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya imani na majukumu, au imani na kazi. Unajua mpendwa katika Bwana, kwenye maisha yetu ya kawaida haya huwa tunajishughulisha na majukumu mbalimbali kwa ajili ya kujipatia kipato cha kila siku ili kuweza kuendesha maisha yetu, yaani kuvaa, kula, kunywa kutembea kujenga na majukumu mengi mengi ya kijamii ambayo tunafanya kupitia hivi vipato vyetu ambapo tunakuwa tunafanya majukumu ya kila siku. Sasa siku ya leo nataka tuzungumze kwa habari ya vipi kwa mtu ambaye ameokoka e, swala la kufanya kazi na majukumu yake anaweza kuyatekeleza vipi? Yaani tunazungumza kwa habari ya imani, lakini pia na kazi, ufanyaji kazi na imani. O, leo tutakwenda kuzungumza kwa habari ya, kwa upana kidogo, kwa kadri ya neema ya Mungu ambavyo atatujalia tuweze kujifunza jambo hili. Basi napenda kumkaribisha kaka Elia aweze kutuanzia kutufundisha kwa habari ya imani. Karibu kaka. Asante kaka, nashukuru. Mimi ninachojua kwenye upande wa imani na kazi, kwenye mfumo wa ufanyaji kazi inategemea kazi. Unaweza kufanya kazi ndogo lakini ukafanya vitu vikubwa, maendeleo makubwa ni kwa vile ambavyo wewe umeweka imani, kwa sababu ukiangalia kwenye Biblia anasema kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa sasa. Unaofanya, unaofanya biashara inawezekana ni ndogo au ni kubwa, lakini kama umeweka imani kwamba kupitia biashara hii ndogo unaweza kufanya vitu vikubwa ambavyo hata watu wengine wanaweza wakaanza kutaka kujifunza kwamba mbona unaendelea sana, shida ni nini? Ukaja kuelekeza kwamba ni kwa sababu kwenye kazi ile ile ndogo umeweka imani, umetarajia mambo makubwa. Amen. Lakini pia Biblia inasema katika ile Mithali kumi na nne mstari wa ishirini na tatu katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Hivyo unapokuwa unafanya kazi, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, kwa kuwa tumeshamwamini Mungu na tunaenda katika njia ya Mungu, hivyo kuna taratibu ambazo tunatakiwa tuanze kuzifanya tena katika mifumo yetu ya kazi. Yaani, wakati Mungu anawatoa wana wa Israeli Misri, alipokuwa akiwapatia akiwa, akiwa, akiwa maelekezo ya kwenda kuimiliki nchi ya Kanani, aliwapatia aliwapa maelekezo maalum sana fundisha kawambia, nchi mwivukiayo ni nchi ambayo inatunzwa na Bwana, sio kama Misri ambako mlikotoka, ambayo inatunzwa na Bwana. Kwa mfumo wa kazi wa Mkristo ni mfumo ambao unatunzwa na, na Mungu, manake ni njia ya imani. Sasa ndio tunaanza kufanya kazi kwa mfumo wa imani. Ninachomaanisha kufanya kazi kwa mfumo wa imani, tunamaanisha nini? Tunazungumza kuhusiana na faida ya kwamba kuna mwingine anaweza kaa anasema mimi ili niweze kujenga nyumba inahitaji labda niwe na duka inahitaji labda niwe na kampuni au inahitaji niwe na kiwanda, au inahitaji niajiriwe kwenye kampuni, labda kubwa, au kwenye kazi fulani, na anaacha. Kuna kazi ambazo labda kwenye maisha yake anazozifanya zile kazi hazichukuliwi uzito kama ni sehemu ya maisha yake ya kufanikiwa na kuongezeka. Hivyo Biblia o kwa kusema kwamba kila, katika kila kazi kuna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Kwa hiyo tunakuja tukuundwe kwamba katika nchi ambayo tumeivukia huku sehemu ni ambako Mungu yeye ndiye anayetupatia faida ya kila kitu kwenye maisha yetu. Anamaanisha nini? Maanake katika ile kazi yako ndogo yoyote ile natakiwa umkabizi Bwana. Ukisha mkabizi Bwana, yeye Mungu ndiyo atathibitisha hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu, kwa hiyo natakiwa umwambie Mungu kwamba Mungu, nahitaji kujenga labda nyumba kupitia kazi yangu labda ya kuuza mayai au labda ya kuuza mikanda au labda ya kuzungusha nguo au labda ya kuuza kitu fulani au ya kuuza mboga, nahitaji Mungu nijenge nyumba, nisomeshe watoto, ni nifanye vitu vikubwa kwenye maisha yangu kupitia kazi hii. Ndiyo maana anasema katika mithali 16 ule mstari wa tatu. Mkabidhi bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kile unachokiwaza kwenye kazi yako Mungu atakithibitisha. Kwa hiyo unatakiwa umpe Mungu kazi yako yote ulionayo. Kwa kuwa nchi tunayovutuliaivukia ni nchi ambayo inatunzwa na Mungu. Kwa hiyo unatakiwa tumkabidhi Mungu kazi zetu ili mawazo yetu yathibitike. Karibu kaka. Amina kaka. Kwa mfano tun tunaweza tukaja kwenye mfano mwingine Ukiangalia Yesu kupitia ile mikate michache na wale samaki wachache tu, mikate mitano ile. Amen. Alilisha watu wengi kwa kwa kwa kitu kwa ile mikate michache. Kwanini? Kwa nini? Kwao tunajifunza kwamba kumbe kupitia kitu kidogo, ukiweka imani Mungu anaweza akafanya, kwa sababu umeweka imani kubwa kupitia kile kile kitu kidogo. Kwa sasa usitarajie kwamba eti mpaka labda uwe na mtaji mkubwa ndipo fanye maendeleo makubwa maana kuna wengine wana, wana mtaji mikubwa lakini hawana maendeleo. Kwa maendeleo ni imani na imani inahitaji matendo. Kwa tunaona pale Yesu wakati amelisha ile mikate watu wengi ilikuwa michache. Ni kwa sababu gani? Ndani yake kulikuwa na imani. Kwa kitu cha kujifunza ni kwamba kupitia kitu kidogo unaweza ukafanya mambo makubwa. Kwa weka imani kwa Mungu, usidharau kwamba mi labda nauza nauza mboga nauza maparachichi, siwezi kujenga nyumba. Kuna watu ambao unakuta ana wengine wanasomesha kupitia kazi hizi ndogo ndogo. Kwa sababu gani? Wameweka imani, wameruhusu ile ufahamu wao kwamba kupitia hii kazi naweza nikafanya vitu vikubwa vya tofauti. Amen. Koo, mtumishi mimi nafikiri hapo ni kwamba watu ambao wanaofanya vitu vikubwa hao hai, haiangalii uwezo wa mtaji ila imani ulionayo ndio ambayo inaweza kufanya ukafanya mambo makubwa. Amen. Koo, kwa maana hiyo katika kila kazi ambayo unaifanya kwenye maisha yako umkiri Mungu. Katika kila njia ambayo unaelekea ni kumkiri Mungu. Takaelia hapa ametolea mfano ule mzuri kabisa ambao Yesu kwa mikate mitano na samaki wawili alilisha watu elfu tano wakala na kusaza mpaka vikabaki vikapu kumi na viwili. Sasa kumbe Yesu alikiri kwamba Mungu ndio muumbaji wa vitu vyote. Mungu ndio aliyeumba mbegu, ndiyo alie, alishukuru kile kitu alivyonyenywa ile mikate. Anasema alishukuru baada ya kushukuru, ile kushukuru akaumega ule mkate akawapatia, mwisho wa siku ikawa ni mikate mingi sana, katika mikate michache ikazaliwa mikate mingi. Kwa hivyo alivyomkabidhi Bwana njia zake na mawazo yake yakathibitika. Lakini pia ukisoma hata katika kitabu cha Mithali tatu ule mstari wa sita, anasema katika njia zako zote umkiri yeye umkiri kwamba Mungu ndio muumbaji wa vitu vyote. Mungu ndio muumbaji wa wanadamu wote. Mungu ndio muumbaji wa mazingira. Mungu ndio muumbaji wa njia zote. Mungu ndio muumbaji wa mawazo. Mungu ndio muumbaji wa kazi zote. Kazi zote ambazo zilikuwa zinafanyika zile zikiwa katika utukufu wa Mungu, katika mapenzi ya Mungu. Mungu anaposema, Mungu aliposema, alivyokuwa ameziumba vitu vyote katika ile Mwanzo moja mstari wa thelathini na moja, alivyozitazama kazi zote akasema ni njema. Akaona kwamba ni njema. Kwa kuwa ni njema, hivyo mwanadamu akapewa mamlaka ya kuyatiisha mazingira na kuyatawala. Wewe basi, katika kazi yako ile ndogo, kama Yesu alivyofanya kwa muujiza wa mikate, unaweza kubu, katika kitu kidogo ukafanya malengo makubwa, ukamwambia Mungu, nahitaji kujenga nyumba, nahitaji kusomesha watoto kupitia hichi hichi kitu nilicho nacho. Wakati wa kina Musa wenyewe walikuwa wakiangalia njiani, bahari ya Shamu pale, wakiona ni bahari tu, lakini kwa kitu kidogo tu Mungu alichomwambia, piga bahari, ashumu bahari mm. Inapasuliwa kwa fimbo inagawanyika kwa fimbo. Ni ishu sio fimbo, ishu ni imani juu ya, ya kile kitu maagizo ya Mungu anayoyasema. Ishu siyo, ishu siyo, ishu siyo maji, ishu ni, ni imani juu ya divai. Kwa hiyo Mungu anaweza akafanya kile kitu chochote ambacho kinaweza kikatokea. Ndiyo maana anasema hivi, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo, tunaweza kufanya vitu vyote katika Mungu anayetutia nguvu. Tunaweza kujenga nyumba katika kazi zetu kwa kuwa Mungu anatutia nguvu. Tunaweza tukasomesha tuka watoto katika kazi zetu ambazo tulizonazo kwa kuwa Mungu anatutia nguvu. Amina. Pia unajifunza pia hata kwa Gideoni, wakati Gideoni wakati Gideoni Mungu anamwambia kwamba we Gideoni, ni shujaa Gideoni. Yeye alikataa lakini Mungu akamwambia, enenda na uwezo wako huo ulionao. Kwa kupitia ule uwezo aliyokuwa nao Gideon mdogo, akafanya vitu vya tofauti, akafanyika kuwa ni mkombozi, alikuwa ni mwamuzi, akafanyika kuwa ni mkombozi kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaona Mungu akasema kwa uwezo wako huo huo ulionao, kwa Mungu. Anaangalia uwezo, anaangalia uwezo, namna unavyoutendea kazi ule, ule uwezo f uki, uki, ukifanya, ukifanya uki, uki, ukiamini kwamba kupitia huu uwezo nilinao mdogo niweza kununua gari, na inawezekana kwa sababu umeweka imani hapo, ko weka imani kupitia huo uwezo ulionao. Amen. Amen. Amen. Basi mpendwa, hiyo ni ushauri wetu sisi kwa siku ya leo. Tumekaa na kaka Elia tukasema tuweze kulishauri kanisa na Wakristo wote walioko duniani ambao yamkini mtu una, una kazi kubwa la, unataka lakini kufanya maendeleo unatafuta kazi nyingine zaidi au unatafuta kazi nyingine zaidi, mpatie Mungu hiyo kazi yako na utathibitika mwambie tu mungu unahitaji kufanya kitu kupitia jambo hili haijalishi ni jambo la namna gani haijalishi una kiwanda haijalishi una kampuni haijalishi una una, una una una baiskeli haijalishi unabeba mizigo haijalishi unafanya kitu chochote kile bali mkabidhi bwana kazi zako na yale mawazo yako juu ya kazi ambayo unataka uifanye yatathibitika kwa hiyo issue sio issue sio kazi issue ni unawaza nini juu ya kazi yako ko unapompatia Mungu ile kazi, lakini mimi katika hii kazi yangu naweza kufanya kitu fulani na hicho kitu Mungu atafanya nini? Atakitenda. Tuombe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa neema yako, umekuwa pamoja nasi kupitia hili somo. Tazama, eh, Bwana Yesu tunamleta huyu msikilizaji ambaye tena kusikiliza hili somo likapate kumletea manufaa makubwa na mabadiliko katika fahamu na katika utendaji kazi. Katika damu yako Kristo, nikiomba na kushukuru. Amin. Amen. Amin. Mungu wa mbinguni awabariki sana.